Wakati Tanzania ikiwa bado imegubikwa na tukio la kushambuliwa vibaya kwa Katibu Mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Padre Charles Kitima, na baadaye tukio la kushambuliwa um, kupigwa na hatimaye kutekwa kwa kada maarufu wa Chadema Mdude um, Nyagali. Zimepatikana tena taarifa nyingine za kutisha kuhusu watu watatu maarufu nchini Tanzania. Kwa makala hii inaelezea kuhusu taarifa zinazohusu watu hawa watatu na kuziweka katika muktadha wa hali ilivyo kwa sasa nchini Tanzania. Kwa hiyo kuna taarifa zilizopatikana ambazo ni za kutisha dhidi ya viongozi Uh, zaidi ya watu watatu muhimu katika jamii nchini Tanzania. Kwa mujibu wa taarifa hizo ni kwamba kuna mpango wa kuwadhuru Askofu Dr. Benson Bagonza wa kanisa la KKKT pamoja na mwanasheria mkuu wa Chadema wakili msomi Rugemeleza Nshala. Kadhalika, taarifa ambazo hazijathibitishwa zinadai kwamba rais wa Chama cha Wanasheria Tanzania TLS, um, wakili msomi Boniface Mwabukusi naye inadaiwa kuwa anawindwa na hao wanaotaka kufanya uh, maovu dhidi yao. Kwa taarifa zilizopatikana uh, tarehe nane ya mwezi huu Mei mwaka huu elfu mbili na uh, ishirini na tano, Askofu Bagonza aliposti ujumbe mzito akieleza kuwa amepokea taarifa kuwa watu wasiojulikana wana mpango wa kumuua kwa tahadhari. Alieleza kwamba hajashangazwa na alitumia methali ya mbwa aliyekunywa damu ya mwanadamu akieleza kwamba mbwa akishakunywa damu ya mwanadamu hawezi tena kudhibitiwa. Katika ujumbe huo, alitoa tahadhari kuhusu mwaka huu wa uchaguzi na kusema ni mwaka wa busara si wa chuki wala mauaji. Kadhalika, kupitia akaunti yake ya mtandao wa kijamii wa X, zamani Twitter, mwanaharakati maarufu Maria Sarungi alieleza kwamba taarifa alizopata kutoka kwa vyanzo vyake zinaeleza kuwa Askofu Bagonza pamoja na wakili msomi Rugemeleza Nshala wako hatarini kuuawa na kuna kikosi maalum kilichopewa kazi hiyo. Aa, Maria alikwenda mbali na kuionya serikali kuhusu usalama wa hao watu wawili waliotajwa akisema kwamba mamlaka hayawezi kulindwa kwa sadaka ya damu. Akasisitiza kwamba mwanga hawezi kushindwa na giza. Haya yalikuwa ni maelezo yaliyotolewa na Maria Sarungi kwenye mtandao wa kijamii wa X uh, zamani Twitter, na ulilenga kueleza kuhusu nini hasa kinatarajiwa kutokana na hizo taarifa alizozipata kupitia kwa vyanzo vyake vya habari. Uh, wakili msomi Rugemeleza Nshala katika akaunti yake ya X, zamani Twitter, alieleza kwamba kuwaua au kuwajeruhi wanaopigania haki ni ushahidi kuwa taifa linaongozwa na walafi wa madaraka Alionya kuwa damu yake na ya wapigania haki wengine itaandama vizazi vyote hadi kizazi cha mia nne arobaini. Hakutaja watu wala taasisi, lakini ujumbe wake ulitafsiriwa na wengi kuwa ni tahadhari na upinzani na upinzani dhidi ya siasa za ukandamizaji, na hilo tishio lililotolewa dhidi yake pamoja na uh, Askofu Bagonza. Kuhusu wakili msomi uh, Mwabukusi, taarifa zisizo rasmi zinadai kuwa naye ni miongoni mwa wanaolengwa kudhuriwa. Hadi sasa hakuna ushahidi wa moja kwa moja kuthibitisha hilo, lakini wakili msomi Mwabukusi amewahi kulengwa hapo awali. Uh, alishawahi ku, uh, ku kusumbuliwa kwa kweli, kutokana na msimamo wake. Amekuwa ni miongoni mwa watetezi wakubwa wa haki za binadamu nchini Tanzania, lakini zaidi, baada ya kuwa rais wa uh, TLS, ameongoza kwa umahiri mkubwa mapambano dhidi uh, ya ukandamizwaji haki, pamoja na kuhakikisha kuwa wananchi wanaishi kwa amani, na hata huo uchaguzi wa TLS aliweza kushinda kwa mbinde kubwa kutokana na kilichoelezwa kwamba jitihada za serikali kuzuia asishinde katika wazifa huo. Hata hivyo, inaelezwa kamba fedha nyingi zilimwagwa katika uchaguzi huo ili ashindwe, na ameonekana kuwa ni mwiba mkali katika mapambano um, katika hao wanaojaribu kukandamiza haki za binadamu nchini Tanzania. Kwa hiyo hizo ni taarifa kuhusu wakili msomi Mwabukuzi. Taarifa hizi zinakuja katika muktadha wa ongezeko la matukio ya watu kushambuliwa au kutoweka aa, kwa na hususan wanaharakati na wanachama wa vyama vya upinzani. Matukio ya hivi karibuni aa, ni pamoja na kutekwa kwa Deusdedit Soka pamoja na wenzie wawili. Deusdedit Soka alikuwa ni mwana aa, ni mmoja wa makada waandamizi wa Chadema na ambaye mpaka leo hajulikani alipo. Hii tukio lake lilitokea mwezi wa nane mwaka jana na mwezi takriban wiki chache baadaye, kiongozi mwandamizi wa Chadema marehemu Ali Kibao alitekwa, akateswa, akauawa na maiti yake ikamwagiwa tindikali. Unyama wa hali ya juu. um, kwa hiyo tukio hili lilitokea mwezi Septemba mwaka jana, lakini mpaka leo hakuna mtu aliyekamatwa wala hakuna taarifa zote zilizotolewa kuhusiana na waliohusika. Kwa serikali ni kama imepuuzia swala hili. Um, lakini jingine kubwa katika siku za hivi karibuni ni kufunguliwa kwa kesi ya uhaini Mheshimiwa Tundu Lissu, mwenyekiti wa taifa wa Chadema, na kama mnavyokumbuka, alikamatwa huko mkoa wa Ruvuma, baadaye akaletwa jijini Dar na kufunguliwa mashtaka manne, moja likiwa ni shtaka la uhaini na mpaka sasa ni takriban mwezi umepita tangu Mheshimiwa Lissu akamatwe na kumekuwa na sintofahamu kuhusu maendeleo ya kesi hiyo, kwa sababu yeye amesisitiza kwamba aletwe mahakamani, lakini kumekuwa na danadana za hapa na pale. Na kama mnavyofahamu, wiki hii bunge la Ulaya lilitoa tamko kali kuitaka serikali imwachie Mheshimiwa Lissu mara moja, kwamba kesi yake ni ya kisiasa na ni ya kionevu. Kwa hiyo haya yanatokea wakati uh, hizi taarifa za kuhusu Uh, kuhusu uh, Askofu Bagonza pamoja na uh, wakili msomi Rugemeleza Nshala pamoja na hiyo ambayo haijathibitishwa kuhusiana na wakili msomi uh, Mwabukusi zinatokea katika mazingira haya. Uh, lakini tukio jingine licha ya hayo ni pamoja na kushambuliwa kwa Padri ch Dkt. Charles Kitima, katibu mkuu wa baraza la maaskofu Katoliki Tanzania TEC na vilevile vile la tukio la karibu zaidi ni linamhusu Mdude Nyagali au Mdude Chadema ambaye alivamiwa nyumbani kwake akapigwa na kuchukuliwa uh, mpaka leo haijulikani uh, alipo. Kwa hiyo uh, katika wakati huu, hali ya siasa iko kwenye mvutano mkubwa. Uh, Chadema wameshatoa wa msimamo wao kuhusu kwa ajenda uh, ya no reforms no election, wakisisitiza kwamba haitashiriki uchaguzi pasipo kufanyika marekebisho ya mfumo wa uchaguzi. Na msimamo huu umeibua mvutano mkubwa kati ya Chadema na CCM kwa upande mmoja, lakini na serikali kwa upande mwingine. Hadi sasa hakuna kauli rasmi kutoka kwa serikali wala vyombo vya ulinzi na usalama kuhusu taarifa hizi za vitisho dhidi ya Askofu Bagonza na wakili msomi Rugemeleza Nshala pamoja na hiyo inayotajwa kuhusu wakili msomi Mwabukusi. Japo haijathibitishwa, viongozi wa dini, wanaharakati wa haki na mawakili ni sehemu ya jamii inayopaswa kulindwa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mikataba ya kimataifa ya haki za binadamu. Kwa bahati mbaya, Tanzania ina historia ya matukio ya kushambuliwa kwa wanasiasa, wanahabari, wanaharakati na raia wengine. Kesi tukio kama lile la mwaka 2017 ambapo mheshimiwa Lissu alipigwa risasi, lundo la risasi kutoweka kwa mwanahabari Azory Gwanda, kupotea kwa kada mwandamizi wa CHADEMA Ben Sanane, bado yote haya hayajapatiwa majibu. Kwa sasa mazingira yanaonyesha kuwa vitisho ni kama vinajirudia na matukio ya watu wasiojulikana yanazidi kushamiri, huku ukimi wa serikali ukizidi kuibua maswali kuhusu dhamira ya kweli ya kulinda usalama wa kila raia. Jasusi TV inaendelea kufuatilia kwa karibu taarifa hizi na kuwasiliana na vyanzo vya uhakika ili kujua ukweli kuhusiana na hayo matishio yaliyotajwa dhidi ya watu hao. Wakati huo huo, huo um, vyombo vya habari, mashirika ya haki za binadamu na jumuiya za kimataifa kwa ujumla inatarajiwa kuendelea kufuatilia kwa karibu, na tumeshuhudia kama ilivyosema, uh, bunge la Ulaya uh, majuzi lilitoa tamko kali kuhusiana na uh, kesi ya mheshimiwa Lissu, lakini pia uh, bunge hilo liligusia matukio kama haya ya watu kutekwa, mauaji na hali ya usalama kwa raia kwa ujumla. Kwa hiyo ni matumaini kwamba hatua stahili zitachukuliwa kukabiliana na hili janga la watu wasiojulikana, lakini pia vitisho dhidi ya watu wanaonekana kuwa ni watetezi wa haki za binadamu. Basi atazidi kuwaletea taarifa zaidi kuhusiana na swala hili. Asanteni na kwaherini.